I'm saying don't Don't talk, talk too much. Don't talk. You talk too too much. much. Yeah, you I think so. something something like that, yeah? Yes. Hey, na, na something like that. that Yes, Lakini unajisikiaje kuwepo hapa hapa yeah, sasa? Yaani jamani kwa nice. Sina la kusema. Mimi mimi naomba Ngoma peo peo kama ana mke mimi wanangu wazuri wengi, wengi. Yani kabisa. Mimi nimeolewa baba, wewe umeolewa? Ah, basi na mwanangu mmoja super tall kama yeye, afu elimu imejaa, yuko hapo Mzumbe acha. Ngoma, ujumbe wako. Ngoma, mama anakwambia super tall uko hapo Mzumbe. Yaani Ngoma kashapewa yeye aweze kujiachia na kupata mke. Mama yako anakupa jiko mapema kabisa jamani. Kama amani na kwa Muislamu. Ah, ujumbe. Kwa kwa mara ya sita mlikuwa mnaingia robo finali mpaka mkaanza kuitwa mwaka robo. Sasa hivi mnafika finali, mnajisikiaje? Jamani, sio nikae chini, na ni sielewi. Hey, tunalia, sio, Basi, sisi, tunalia kulia kwa kwa furaha, furaha toka jana yani hatujalala unapotuona tunacheza tunafurahi, tuna wanajirani zetu wanakoma yenyewe, wanaona oh, si tulifika. Hayo maneno lisimaloleo ndio lipo leo, mlaji ni mla leo. Mlaji ana kala nini, babu? Kombe linakuja oh, yeah. haya unapigia mstari pigia jibu mstari, mstari. ekana simna lakini moto wao oh. hata na moto kwa Simba kwa mnyama utatulia, utapona tu namweza wekana oh, yeah. Yani hiyo tunampiga nje ndani

tuna baya wacheze wacheze wenzetu Zanzibar huko ya ya muungano, lakini tunapiga club bingo shirikisho. Apia yes, mnasema mna kikosi kipana Zanzibar mjaenda? Ah ah, sisi tunaangalia moja, tunaangalia alafu ingine baadaye, lakini tunaangalia tuna angalia moja kikosi kipana kwenye shirikisho tuweze kugombea kombe lile sasa hivi. Hatugombee kombe la muungano. Sasa muungano si nchini kwenu, jamani? nchini kwenu mmetoka, lakini kwa sasa hivi tunafoka juu. Eh. Asante sana. Asante sana.